Naone gentele kulega, kulega yalo kero abebe na bali. Wife. Eh, hey, nene, nene. Eh, hey, maana yake mimi ni, nimechelewa chelewa nilikuwa kilabuni huko. Nimechelewa chelewa. Nililijua hilo nikasema hapa nijiongeze. Unanijua? Na sijatoka tangu asubuhi. Ndio maana nakupenda watu wamesema nimekuwa hivi bwana. Eh, baba chunganishi. Wanataka tusipendane. Pele mimi na wewe bam bam. Ah. Oh, eh. No, <laughs> Bana kutenza nguvu yeye ndio wewe mapema unaruka ni mkundo ndio. Eh, hey, wife mimi lengo langu